Unajua siri kubwa ya akili ya binadamu? Watu wengi wanadhani kwamba siri za mtu unaweza kuzipata kwa kumlazimisha, kumpeleka kwenye kona au hata kumtisha. Lakini ukweli ni kwamba ubongo wa mwanadamu umeundwa kufichua zaidi unapohisi haujalazimishwa. Leo nitakuonesha mbinu nne za kisaikolojia zinazotumika na wapelelezi, wanasaikolojia na ambayo zitamfanya mtu afichue siri zake mwenyewe bila wewe kutoa nguvu nyingi. Na na kuahidi ukifika mwisho wa video hii utaanza kuona mazungumzo kwa jicho jipya kabisa. Utaelewa kwa nini watu hufichua siri kwa urahisi zaidi kuliko wanavyofikiria. Lakini kabla hatujaanza, tafadhali subscribe kwenye channel hii ya Fikra Chanya, bonyeza alama ya kengele na share video hii na rafiki ambaye unapenda kushirikiana naye mbinu za maisha na psychology. Sasa hebu tuanze mbinu ya kwanza, udanganyifu wa kujua. Ubongo wa mwanadamu una kasoro moja kubwa: hatupendi mtu kusema anajua kitu kuhusu sisi halafu akae kimya. Kisaikolojia, tuna tamaa ya kuthibitisha au kusahihisha. Mfano, unamwambia mtu nimepata maelezo fulani kuhusu tukio la jana, kisha unanyamaza. Hapa akili yake inachochewa na hofu ya kutokueleweka, anaanza kufikiria, anajua nini hasa? Anajua yote au nusu? Na matokeo yake ataanza kuzungumza, jitetea au kusahihisha taarifa zako bila wewe kumlazimisha. Atafichua kile alichokuwa kikificha. Hii hutumika sana kwenye uchunguzi wa kihalifu na pia kwenye biashara. Unajifanya unajua zaidi ya unavyojua, na mtu mwingine anajipa kazi ya kurekebisha hadithi siri. Tumia mbinu hii kwa busara, kwa sababu mara nyingi watu watajivua mask kwa haraka sana. Mbinu ya pili, umiliki kimya Watu wengi huchukulia ukimya kama udhaifu, lakini kisaikolojia, ukimya ni silaha kali. Unapouliza swali halafu unakaa kimya, ukiangalia moja kwa moja, pressure inajengeka ndani ya nafsi ya yule mtu. Binadamu hawapendi pengo la kimya, na mara nyingi hutafuta kujaza pengo hilo kwa maneno. Matokeo yake, anaanza kuzungumza zaidi ulivyotarajia, mara nyingine akifichua siri ambazo hakupanga kusema. Mbinu hii ni ya nguvu sana. Wapelelezi wa kitaalamu hutumia ukimya kama njia ya kuvunja ulinzi wa kisaikolojia. Mfano, uliza swali dogo tu, uliwahi kushiriki kwenye hili? Kisha kaa kimya. Dakika moja ya ukimya kwao inahisi kama masaa, na akili yao inashinikizwa kuzungumza. Mbinu ya tatu, uthibitisho wa kijamii. Watu wengi hukaa na siri zao kwa sababu wanaamini kwamba wao peke yao ndio wamefanya jambo fulani au wamepitia hali fulani. Lakini mara unapowaonyesha kuwa hawako peke yao, ukuta unaporomoka. Mfano, unamwambia mtu, wengi wamekiri kuwa walihusika kidogo, au wengi wamesema walihisi hofu kama hiyo. Akili yake inaanza kujisemea, kumbe si mimi peke yangu, kama wengine wamekiri, basi na mimi nikisema si vibaya. Kisaikolojia hii hupunguza aibu na hofu na mtu hujikuta akikubali kitu ambacho hakuwa tayari kusema. Ni mbinu inayotumika kwenye mahojiano ya kazi, sales na hata therapy. Ni ya nguvu kwa sababu inagusa hisia za kujiona wa kawaida ndani ya kundi la binadamu. Mbinu ya nne, kubadilisha nafasi. Hii ni mbinu ya ustadi mkubwa sana. Watu wengi wanapenda kujihisi wako kwenye kiti cha mamlaka. Kwa hiyo badala ya kumuuliza moja kwa moja, unajifanya wewe ndiyo mhusika mkuu na unamwomba ushauri. Mfano, unamwambia kama ningekuwa nimefanya jambo hili, unadhani ningefanyaje? Kisaikolojia, akili yake inaanza kuzunguka, na mara nyingi atajibu kwa kioo cha nafsi. Kwa maana nyingine, kwa kukushauri wewe, atafichua kile ambacho yeye mwenyewe amefanya au anafikiria siri Watu wanapopata nafasi ya kuhisi wana nguvu katika mazungumzo hujipoteza katika kujenga hoja, na hapo ndipo siri huvuka kwa urahisi zaidi. Hizi ndizo mbinu nne za kisaikolojia ambazo zinamfanya mtu kufichua siri bila kumlazimisha: illusion of knowing, unajifanya unajua tayari; silent possess, nguvu ya kimya; social proof, kuonyesha kuwa sio peke yake; reversed roles, kumgeuza mshauri na yeye mwenyewe kufichua. Sasa swali langu kwako ni hili, ni ipi kati ya hizi ungependa kujaribu leo kwenye mazungumzo yako ya kwanza? Hebu andika libu lako kwenye comments. Usisahau kulike hii video, subscribe na share na rafiki yako ambaye unapenda kushirikiana naye mbinu za maisha na psychology. Tukutane video inayofuata, ambapo nitakuonesha mbinu zingine za kisayansi za ushawishi ambazo watu wachache sana wanazijua. Kumbuka, watu hufichua siri zaidi wanapohisi hawajalazimishwa. Asante kwa kutazama.